Zawadi ya thamani kuliko zote, amani ya roho. Kuna zawadi nyingi duniani tunazoweza kupewa: pesa, mali, cheo, hata upendo kutoka kwa watu. Lakini ukweli mmoja unabaki wazi: zawadi nzuri zaidi unayoweza kujipa wewe mwenyewe ni amani ya roho. Amani hii haipatikani sokoni, hauwezi kuinunua, hauwezi kuikopa, hauwezi kuirithi. Ni safari ya ndani, safari ya kujijengea utulivu unaotoka kwa Mwenyezi Mungu na kwa nafsi iliyojisalimisha kwake. Kila siku dunia inatupa presha, mashindano yasiyoisha, maneno ya watu, huzuni za jana na hofu za kesho, na mara nyingi tunajikuta tunawaza sana mpaka tunasahau kitu kimoja muhimu: nafsi yako nayo inahitaji kupumzishwa. Amani ya roho inakuja pale unapojua kuwa haijalishi dunia inasema nini haijalishi nini kinakukabili, Mwenyezi Mungu yuko na wewe, yuko karibu kuliko mishipa ya shingo yako. Anakuona, anakusikia, anakujua. Lakini ili amani hii iingie ndani, kuna vitu vinavyohitajika: kunahitaji kusamehe, kunahitaji kuacha mambo yasiyokujenga, kunahitaji kutulia na kujisikiliza, kunahitaji kuacha kulalamika na kuanza kumtegemea Allah kwa yakini. Amani ya roho ni pale unapoamua kuishi leo bila kubeba maumivu ya jana, pale unapoacha kuogopa kesho ambayo haijafika, pale unapoamini kuwa kheri yako haijapita na iliyoandikwa kwako haitakupita. Hiyo ndiyo zawadi ya thamani kuliko zote. Inabadilisha namna unavyofikiri, namna unavyochukua maamuzi. Na namna unavyoishi na watu. Mtu mwenye amani ya roho ana mwanga wa kipekee. Haongei sana lakini uwepo wake unatuliza. Havunji moyo, haumizi wengine, halipizi kisasi, kwa sababu anajua hakuna anachopoteza kwa kutenda mema. Leo jipe zawadi hii. Acha moyo wako utulie. Acha roho yako ipumue. Omba kwa Mungu akupe utulivu unaoshinda storm za maisha. Sema kwa moyo: ewe Mola wangu, nizidishie amani, nijalie moyo wenye kuridhika, nijalie utulivu wa kuamini kuwa mpango wako ni bora kuliko mpango wangu. Kumbuka, watu wanaweza kukupa zawadi, lakini amani ya roho ni wewe pekee unayeweza kujiruhusu kuipokea.